Nadhani wengi mnamfahamu Bwana Elon Musk, eh, huyo bilionea bwana amekuwa akiwekeza sana kwenye masuala masuala mazima ya, ya la, teknolojia ya dunia ya sasa hivi. Na Elon Musk amesema kwamba kampuni yake ya Neuralink inayojihusisha na teknolojia ya kuunganisha ubongo na kompyuta eh, iliendeleza kifaa kinachoitwa Blind Sight ambacho siku zijazo kiweza kusaidia watu ambao hawana uwezo wa kuona, yani vipofu. Eh, kwa mujibu wa Elon Musk, teknolojia hiyo itafanya kazi kwa kutumia taarifa za kuona moja kwa moja kwenye eneo la ubongo. Yani ile eneo la bongo ambalo linajihusisha na kuona kwamba, hiki kifaa kitakwenda kujiconnect au kujiunganisha moja kwa moja kwenye ubongo kwenye eneo lile ambalo linahusika na masuala ya kuona na haitotegemea macho au mishipa ambayo imeshaharibika. Amesema kwamba majaribio ya awali ya binadamu yanaweza kuanza ndani ya mwaka mmoja kulingana na idhini ya mamlaka husika, na tunazungumzia mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Hata hivyo wataalamu wanaonya kuwa hili halimaanishi kurejeshiwa kamili uwezo wao wa kuona mara moja bali eh, matoleo ya mwanzo ya teknolojia yanatarajiwa kutoa mwonekano wa kiwango cha chini sana, yani kama vile mtu kipofu atakuwa na uwezo kutambua maumbo ya msingi eh, mwanga au miondoko, ila si kuona wazi kama kawaida. Uh, mradi wa Brainset eh, wa Neuralink bado huko katika hatua za majaribio na licha ya kupewa hadhi ya hadhi ya teknolojia yenye matumaini makubwa bado haijathibitishwa kikamilifu na kwa binadamu. Uh, hii teknolojia ya Neuralink imeonyesha matumaini makubwa sana kwa watu ambao wana shida ya kuona yani ulemavu wa macho, na Elon Musk ametuahidi kwamba mnamo mwaka 2026 yani mwaka huu teknolojia hii itakuwa imepiga hatua kubwa sana, lakini tunategemea miaka ijayo itazidi kuwa teknolojia halisi zaidi na watu wataweza kuona vyema, ila kwa hatua za awali watakuwa wanaanza kuona vitu vidogo vidogo. Je, maoni yako ni yapi? Usahau kusubscribe ku like na ku comment. thank you.